Na katika habari za michezo, mtifuano wa ligi kuu soka bara Tanzania umeendelea kwa michezo miwili kuchezwa. Katika uwanja wa Mkwakwani, mchezo wa watani wa jadi kati ya Coastal Union na African Sports, matokeo ni sare na kufungana goli moja kwa moja, huku mchezo mwingine umechezwa katika uwanja wa Karume jijini Dar es Salaam ambapo JKT Ruvu imechomoza na ushindi wa magoli manne kwa moja na hivyo kufufua matumaini katika ligi kuu soka Tanzania bara. Magoli ya JKT Ruvu yamefungwa na Michael Aidan ambaye aliifungia timu yake magoli mawili, Musa Juma moja na Samuel Kam Mtu. Goli la kufutia machozi la Tanzania Prisons limefungwa na Mohamed Mkopi. na muhammed kosi. Hapana ni goli Naam, Tanange umemalizika. Mmeweza kutoka sare mchezo huu unaozungumziaje? Ah, mchezo ulikuwa mzuri. Ulikuwa mzuri mimi naona watu wameshindana Then wenzetu ni wazoefu kwenye ligi sisi bado tuko ndo tunaanza ligi lakini Haya ndo matokeo tumeyapata, tunasonga mbele. Baadaye tutafanya kitu gani? Mchezo unaofuata mnakwenda kuwafuata Kagera Sugar, na, na, na, mnacheza na Yanga. Maandalizi mpaka hivi sasa, labda unaonani, kutokana na mchezo wa leo jinsi ulivyo? Maandalizi vizuri, maandalizi vizuri. Unajua tunacheza na Yanga. Yanga ni timu kubwa, wapo vizuri, wamejiandaa. Sisi na sisi ni timu ndogo, lakini tutajaribu kupambana nao, then ndio hivyo hivyo Nakushukuru sana. Naam, huyu alikuwa ni kapteni wa timu ya African Sport na tayari eh, kama alivyosikia kwamba watajipanga kwa ajili ya mchezo ujao baada ya leo kutoka sare, lakini hapa tayari ninaye Mbwana Hamisi. Huyu ni naodha wa timu ya Coastal Union. Mbwana, mmetoka sare, ni nini mmeshindwa kutumia nafasi hii kuweza kuchukua pointi tatu? Kwanza tunashukuru tumemaliza mechi hii salama, lakini kama navyotaka kusema kwamba dabi ni dabi. Dabi hata kama timu iko dhaifu, unakuta siku ya dabi inabadilika kwa hiyo wamekwenda wamebadilika, sio kama last game tuliwafunga safario Wamekuja kivengine, wamepambana, wamepata matokeo ya draw. Lakini kwetu sisi sio mbaya draw, imetusongesha kwa point nane. Tutajipanga mechi ijayo, tuweze kupata point tatu ili tusonge mbele zaidi. Mchezo ujao unaozungumziaje, kutokana na mchezo wa leo jinsi ulivyokuwa? Kila mechi ni ngumu, kila mechi ni ngumu, ili, eh. na, ni ngumu, tutajipanga ili tukahakikisha tunapata matokeo genini. Eh, nakushukuru sana. Na huyo alikuwa ni naoda wa timu ya Coastal Union na hapo ndivyo wanavyoweza kuona kwamba kila timu ilivyokuwa imeweza kujiandaa, lakini na hayo ndio matokeo waliweza kuyapata.